Hello, karibu tena katika channel yetu ya Sky Pixels na leo tunaenda kuangalia namna ambavyo unaweza kutengeneza hizi picha kwa kutumia AI. Ni rahisi sana na inaweza kukusaidia wewe kupata zile picha ambazo unapenda, labda kuna maeneo unajawahi kufika au kuna maeneo, kuna maeneo ulikuwa unatamani kwenda. Kuna mavazi aina fulani ulikuwa unajawahi kuyavaa. Kwa hiyo inakurahisishia wewe kupata picha zako kali sana ndani ya dakika moja. moj Cha kufanya nini? Kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa video hii ambapo tutaenda kuangalia hatua kwa hatua jinsi ya kuweza kutengeneza picha hizo. Ninakukaribisha, ni mimi Sky Pixels, na kama bado uja subscribe, subscribe sasa kwenye channel yetu ili usikose mafundisho yanayoendelea zaidi na zaidi. Okay, tuanze. Kitu cha kwanza utaingia kwenye browser yako, mfano kama mimi hapa ninatumia Chrome. Then nikishaingia kwenye Chrome, utakuja hii sehemu ambayo inakuwa ni Google Apps. Then utaenda kuchagua hii application ya Gemini. Kwa hiyo hizi picha tutatumia Gemini. Unaweza pia kama una chat GPT ukatengeneza kwa chat GPT. Kama unavyoona hizi picha kutengeneza ni bure kabisa, kama unavyoona hapa nipo kwenye free plan. Kwa hiyo hii, kama unataka kulipia utalipia hapa, lakini no, tutatumia ni bure kabisa. Kwa hiyo kitu kitu ambacho nitakiwa kufanya nitakuja hii sehemu Mfano hapa nitakuja hapa sehemu ya kucreate image. Nikisha create image hapo, ataniambia describe your image. Nachokifanya hapa, ninakuja sehemu ya ku plus, nina attach file. Kwa hiyo nitaingia hapo sehemu ya kuupload, then unaenda kuweka sasa hapa sehemu ya kuupload ndio muhimu sana, kwa sababu watu wengi huwa hawapati matokeo au hawapati picha zao kamili kwa sababu wana upload picha ambazo uh, haziko vizuri. Kwa hiyo ukifika hapa inatakiwa upload ile picha, picha yako ambayo inakuonyesha kwa ukaribu sura yako. Unaweza kuupload picha mbili au tatu kulingana na lengo tofauti kulingana na picha ambayo unataka. Ila kwa hapa tutaenda just direct kwa nitakuja hiyo, mtachagua hiyo picha then nina upload hapa sasa. Hapa chini ukisha upload picha yako ndo unaiambia hii Gemini kwamba ninataka picha ina gani na iweje. Sasa mda mwingine unaweza ukawa unapata changamoto kwenye namna ya kupata hizi hizi, zinaitwa ni prompts. unaweza kuwa unapata changamoto kwamba okay, mi na picha lakini sijui nipataje. Ni utakachokuja kufanya utaingia, utaenda kwenye website ya Pinterest kama hauna Pinterest unaweza uka, ukafanya namna ukaingia uka hata Google tu kawaida uka search Pinterest, then hapo kwenye Pinterest nitakuja kuandika labda. Sasa unaangalia mimi bia, nataka picha aina gani? Labda nataka picha ya fashion mwanaume ambaye yuko kwenye male fashion labda naandika dressing. Huu ni mfano haya mfano, nimekuja nime hapa nikishaziona hizi dress, then ninakuja kuangalia nimependa picha ipi, kwao taenda kucheki hapo lese, mi nimependa hii suti. Nikishakuja nikichagua hii suti, then nina nina right click hapa, nina copy image. Nikisha copy image, nitakuja kwenye nitakuja kwenye chat GPT. Kwa hiyo nitaingia kwenye ChatGPT hapa, alafu nitaipaste ile picha ambayo nimechukua kule, ambayo nimecopy kule Pinterest. Kama unaweza unaweza uka download ukaja ukaupload hapa, then hapa kwenye ChatGPT ipa prompt ambao mimi naitaka, labda nasema. Kwa hiyo nitaandika hii prompt kwenye ChatGPT then nita nitamtumia huyu ChatGPT then akishamaliza atanipa prompt ya hiyo nguo hapo juu. Kwa hiyo unaona hapa anaandika then nasubiri kimaliza, wow. sasa nikimaliza hapa nina copy hii prompt. sasa huku unaweza kulingana na aina unaotaka mfano hapa mekwambia hivyo, unaweza ukaweka soft light ndo kamera ukaweka nini hivyo, lakini mimi kwa sasa ninataka hii prompt. Nitachua hii prompt, nitakopi hapa, nitaikopi, then ninarudi kule kwenye Gemini, nikiwa nime upload hapo picha yangu, then ninapaste ile prompt ambayo nimechua kwenye ChatGPT. Kwa hiyo hapo itakuwa ita hivyo, kwa hiyo hapa nitakuja kuongezea maneno hapa, mfano confident man, then ninaweka uh, picture attached use the same face and hairstyle nikishaongezea hao maneno hapo kwenye ChatGPT pia, utaangalia utaangalia, uh, utasoma hii content, uangalie kama kuna kitu ambacho unaweza ukabadilisha. Kwa hiyo utaona hapo replace the face with a product keep hivyo hivyo hivyo hivyo skin tone, then ukimaliza unabonyeza hapo submit. Baada hapo utasubiri muda kidogo, huyu Gemini atakuaisishia atakupa picha yako ikiwa kwenye yale mavazi ambayo umeyapenda. Kwa hiyo ngoja tusubiri hapa tuone output imekuwaje. w wow, wow, wow, wow. This is amazing, guys! saa unaona kama mtu kama huyo hapo amepose kali sana, amepiga suti hii sut ukienda ukwenu unapata mko unapata mke bure kabisa. Kwa hiyo guys, hivo ndo namna ambavyo unaweza ukatumia Gemini Pinterest na ChatGPT kupata prompt na kupata picha yenye high quality. Ukitaka ku download utakuja hapa hii sehemu ya ku download in full size na hii Gemini inakupa una download kitu kikiwa ni HD. Kwa hiyo guys, wewe kwa wewe mfanyabiashara, unaweza ukatumia hii njia kwa ajili ya kuuza product zako, labda unatamani producti zako kama ni nguo zitokee na sura yako kwa hiyo unaweza kutumia hizi ukafanya hivyo. Kwa hiyo ni rahisi sana na hizo ndo namna ambazo unaweza kutumia. Kwa hiyo guys, kama una swali au kama una chochote ambacho unatamani kujua zaidi kwenye habari ya kutengeneza picha hizi kwa kutumia ChatGPT weka comment yako hapa, lakini usije kumshtua mwana kwamba okay, kuna darasa huko ambalo wanafundisha namna kuweza kutumia AI in efficient way. So tukutane tena katika darasa linalofuata. Usiache kusubscribe, usiache kulike video hii, lakini pia share kwa wenzako.